makocha wazuri kwa maana ya kuanzia Nabi akaja Gamondi akaja Said Ramovic akaja Hamdi lakini pia akaja kocha namba, ya, namba sita eh, ambaye ni Folz. Wote hawa ni makocha wazuri, kinachowahukumu hawa wote ni misimu ambayo wamepita. Hichi kinachomhukumu Folz ni kazi kubwa ambayo amefanya Nasri bin Nabi. Gamondi alitembelea kwenye msingi aliyoweka Nasri bin Nabi alivyokuja Ramovic akatembelea kwenye, kwenye msingi huo huo akaja Hamdi akatembelea kwenye msimu maamini, msingi huo huo, lakini alipokuja kocha huyu mpya Folz aliikuta Yanga tayari ina, inaanza kujijenga upya. Wale ambao walikuwa kwenye msingi imara tayari wana, wanapungua. Hata leo hii tukiangalia Manchester City, bado Manchester City sasa hivi inajitafuta msimu huu kwa sababu ilikuwa inapitia transition period kwa hiyo Yanga sasa hivi yuko katika transition period. Nitawakumbusha kitu kimoja, hichi kitu nakisema mara nyingi sana, jui kama watu wana notice na kukizingatia. Yanga wakati wanampata Nasredine Nabi walikuwa wanapambana sana, walikuwa wanacheza mpira fulani, ule wa long pass, mipira ya ki kumtegemea tuisila kisinda akimbie kujozii Moroco, kutegemea kina Farid Musa na vitu kama hivyo. Alivyokuja Nabi hakuanza vizuri pia, alianza vibaya, lakini kwa nini Nabi aliali ali li aliweza ku kuvumiliwa Nabi aliwahi uongozi wa Yanga akauomba miezi mitatu siku tisini. Professional football ukiwa kocha mpya, kuna vitu vingi utakao uvitengeneze na wanakupa makadirio ya chini ni siku tisini ambayo ni miezi mitatu. Kwa hiyo Nabi baada ya kuomba uongozi wa Yanga na kwa sababu Injinia ni mtu wa mpira, alimuelewa akatoa ile ofa, lakini bado timu ikawa inaendelea kustruggle, wakati inaendelea kupata matokeo. Nini kilitokea? Baada ya ile miezi mitatu Nasredine Nabi alionekana hatari na tishio siku tu kwa Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu alijua falsafa ya mpira wa afrika unahitaji kitu gani. Kwa hiyo unakuta mtu kama Nabi baada ya kupitia nyenzo zote zile, akaanza kutoa ofa zile ambazo, akaanza kutoa vitu ambavyo watu wanavihitaji: mpira mzuri, pasi nyingi, magoli mengi, na hata ukiangalia alivyokuja Miguel Gamondi baada ya Nabi kuondoka eh, alivyoenda Kaizer Chiefs A, baada ya kuondoka Nabi, a, kaja Gamondi. Gamondi hakuja na kitu kipya, bado Yanga iliendelea kucheza vile vile, kiasi kwamba mimi nawaambia ga watu, Yanga ile ile ya ya, ya ya Nabi ndiyo Yanga ile ile ya Gamondi. Na baada ya Gamondi kukaa na Yanga ile, aliendeleza ubora ule ule ambao Nabi aliutengeleza kwao. Baada ya pale, hakuna kocha mwingine yeyote ambaye alikuja akapata wakati mgumu Yanga, kwa sababu kubwa mbili, moja hawakubadilisha wachezaji kipindi kile, Gamondi hakuchukua haku, haku wachezaji wapya kutoka kwa Nabi. Sidramo Viki hakuwa na wachezaji wapya, mtu kama Amdi naye hakuwa na wachezaji wapya, kwao walikuwa ni wachezaji wale wale katika mfumo ule ule, kwao wote walipita katika upepo ule ule, lakini hawa wote walienjoy maisha mazuri kwa sababu kuna baba yao aliwatengenezea future bora ambaye ni Nasri bin Nabi. Kwa hiyo unakuta wakati Yanga inapitia kwenye hii transition period, watu wengi wanamwona kama Falls hafai, Falls haieleweki. Lakini swala la kujiuliza, falsafa ya ya, ya Falls ni falsafa ya timu kubwa, timu ndogo? Kumbuka Falls hana jina, ni kocha ambaye ametoka kwenye timu ndogo anatafuta CV kama ambavyo alivyokuwa kocha wa Simba ambaye ni Fall Davis, lakini kitu kwa kinambeba Fall Davis, msimu uliopita Simba walikuwa na kauli mbiu nasema tunajenga timu Tim, tunajenga timu. Hakuna mtu anayekudai matokeo, hakuna mtu anayekupa pressure, twende tupambane tukashinde. Lakini kumbuka tuna, wakati tunajenga timu pia tunahitaji matokeo pia, hata ukikosa hayo matokeo sababu ya msingi tunayo kwamba tunajenga timu. Uh, Folz anahukumiwa kwa sababu tayari msingi ulishajengwa lakini watu wanataka kuona matokeo. Wanasahau ule msingi uliojengwa tayari umeshachakaa, kuna watu wameshachomoa baadhi ya matofali. Kuna watu kama wakina Ucho walikuwa msingi na ngome imara, kwa kwa kwa, kwa Nabi, kwa Gamondi na, na kwa makocha wote ambao wamepita hapo juu, then Force inakuja. Ule msingi uti wa mgongo wa timu wa Yanga ulikuwa ni kutoka kwa uh, digi Diara ambaye yupo kwa mabeki wawili ambaye wapo, transition ya timu inaanzia kwenye kiungo wa chini halidi ya aucho, then anakuja namba kumi ambaye aucho hapa hayupo, ambaye katika hii namba namba, namba namba sita, anakuja namba nane ambaye mara nyingi kwa saduka bwe ama anacheza mudasiri. Haya basi, alafu kwa juu yao anacheza mtu kama nani, stefana azizikii namba kumi, sio? Sasa unachomoa uti wa mgongo wa kwenye kichwa, unachomoa pingili moja ya juu ya inayoshikilia kichwa, kichwa lazima kitayumba. Alafu unakuja kwenye kiuno hapa unachomoa pingili nyingine ambayo ni Haridi ya Ucho. Tayari hapa katikati utu, utu wa mgongo umeshavurugika hautakuwa stable tena, tayari timu utaona kama ina ina shake. unakuja kuchomeka pingili nyingine ya mbao au ya chuma ama artificial tunamuita Andambwile. Alafu unakuja kuchomeka pingili nyingine pale juu ya mtu kama Dumbia, sawasawa sawa, au unamsukuma mtu kama Mudafiri. Haya basi ama kuna kipindi mlazimisha pakome akae pale. Kwa hiyo, unakuta hawa wote ni artificial numbers na wao wako zinawekwa katika ule uti wa mgongo ulio imara, kwa hiyo huyu mtu hawezi kuwa stable, ndio yanga inayotesekea hapo. Sasa nini kifanyike? Kwangu mimi, Nasredine Nabi anaweza akawa ni chaguo sahihi kuliko Gamondi kwa sababu Gamondi anapitia kwenye mazingira ambayo tayari kwa kutengenezwa kwa, kwa kwa sababu uh, uh, Nabi alitoa timu kutoka kwenye scratch chini kabisa eh, akaipandisha mpaka hapa, wakaja wengine wakaendelea kwao, bado ana nafasi hiyo pia. Alafu tukumbuke, Nabi ni muumini wa wachezaji vijana, na ukiangalia Yanga sasa hivi wamesajili young stars. Lakini pia kitu kingine, mimi niseme kitu kimoja, na hapa naweza nisieleweke vizuri. Bado sina imani na Musa Bala Konte kwa asilimia kubwa sana, na kama Yanga wanamtegemea Andambwile tu waende naye, Andambwile waende naye, simdharau, lakini bado anahitaji experience kwa sababu ya mashindano makubwa ambayo anakutana nao mbele. Sasa ni mtu fulani ambaye anahitaji pia kupewa mtu mwingine ambaye atamfanya asibweteke, pia aone kwamba anastahili kuendelea kupambana zaidi. Ni mchezaji mzuri sana ana uwezo mkubwa lakini, kutokana na nature ya mfumo wetu, ni rahisi sana kubweteka, kwa sababu anaona amekuja mgeni, nimemweka chini mimi, ndo kusema, umeelewa. Lakini akiwepo na mtu mwingine ambaye ni mtu kazi kweli kweli, Yanga anapata matokeo. Lakini pia pale katikati kunakuwa na ushindani ambao, hata mwalimu akimtoa akimuingiza mtu mwingine reti, hata kama itatoka kwenye kumi, basi takuja kwenye nane, kwenye tisa au kwenye saba, bado uko katika ile five, above five, kwa bao unaendelea kupata kitu kile kile, kwa hiyo kwangu mimi niseme Nasredine Nabi ndo chaguo sahihi la klabu ya Yanga kama wanataka kumrudisha miongoni mwa wale ambao wamemtajia kati ya uh, Gamondi ama Fadu na mama Nasredine Nabi. Nasredine Nabi kocha mzuri, nilikuwa na muhusudu Nabi. Nabi, sana mpira wake anaocheza namna ambavyo anaishi ana, ana, ana, ana na wachezaji, ni mwalimu fulani ambaye ana, ana, anajua namna ya kuishi na wachezaji. unadhani mm-hmm. Unadhani una kwamba kwa sasa Yanga wanamhitaji na, zaidi Nabi? E, kwa option ambazo zilizopo sokoni sasa hivi kumpata mtu ambaye atakuja ambaye hahitaji muda wa kujua ligi yetu, hahitaji ku kukapcha na mazingira, hahitaji kuwafahamu wachezaji kihivyo. Nabi ni option sahihi kabisa kwa Yanga. Hmm? Ni option sahihi kabisa. Na Nabi ni bora kuliko Miguel Gamond. Asilimia mia moja. Kwa sababu Nabi ameprove hivyo. Kwa sababu Gamond ametembelea kwenye msingi ambao wetu umetengenezwa. Yaani kupandisha matofali sio kazi kama kutengeneza kiuno cha nyumba. Nabi msingi ndio unabeba nyumba nzima. Nabi alifundisha Young Africans akaondoka kaiacha. Unadhani kwamba itakuwa rahisi kwa Nabi kurudi kurudi Young Africans wakati, huenda kwamba kasema ah, hii timu ishafikisha fainali nini, anachakuhitaji? Ah, kocha yoyote yule anaweza akarudi timu aliyotoka na akafanya vizuri, hata vizuri zaidi ya pale. Inawezekana kuna sehemu alifeli ali, ali ndo maana Yanga alishindwa kuchukua ubingwa. Inawezekana pia ana mambo mengi ya, ku, ya kuzungumza na, na, na, na, na, na Nabi akirudi ni ni rahisi sana yeye kukaa mezani na kuambia bwana, nataka moja mbili tatu, mnajua nilifika pale kwa sababu hii. Yani, Nabi akija hata dimandi kitu ambacho hakijui, ata dimandi uhalisia, kwa sababu anawajua nyinyi ndani nje. Ni sawa na mwanamke uliyemwoa alafu mkatengana kumrudia ni rahisi, kwa sababu ni mtu ambaye unamfahamu ndani nje, unajua madhaifu yake mengi, anakujua wewe, ni rahisi kukurekebisha na rahisi wewe kumrekebisha. Kwa hiyo Nabi anaijua Yanga vizuri kuliko kocha mwingine yoyote atakayekuja, japokuwa kuna maingizo mapya. Nabi akija, anajua kabisa first 11 yangu mimi ni hii, nitaanza nayo kwa staili hii. Lakini hawa walikuja wapi? Sasa naanza kutafuta namna gani na, na waingiza kwenye mfumo ili wafiti kile ambacho nakitaka, lakini pia bado atakuwa na dimandi, kitu kikubwa, kwa sababu anajua muhimili wangu mimi niliwatengenezea miaka yote toka nimeondoka, nitengeneza uti wa mgongo wa timu ambao uti wa mgongo wa timu mmeung'oa, pingili moja hapa aucho, mmemng'oa pingili nyingine kule juu, Stefano Aziziki, huu uti wa mgongo uwezi kuwa stable. Kwa hiyo unahitaji kiungo namba sita ambaye anaweza kufanya kazi kama ambayo alikuwa anafanya tank the tank alija uche hmm, nataka kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kufanya mambo kama ambao ameyafanya azikia ama zaidi ya kwa hiyo, Nabi akija kuzungumza na viongozi wa Yanga in terms of demands mahitaji, mm, atakuwa anazungumza nao akiwa na point of reference, sio kwa kuangalia kwenye TV au kwa kuisoma Yanga, kwa kujua na kwa kufanya mazoezi na wachezaji. Na uzuri mmoja ni kwamba Nabi anakuja kwenye Yanga ambayo imeimarika kwenye vitu vingi sana, kwenye masuala mazima ya facilities Avic town imekuwa the best place timu yote duniani naweza ikafika pale na ikafanya mazoezi vizuri tu bila kupata changamoto yoyote. Kwa hiyo Nabi atafika ame, ame, ame, ame atafika Yanga, akikuta Yanga pia nayo ime imepiga hatua. Kwa hiyo hata kama akienda kupeleka project yake mezani ama proposal zake mezani, haendi kwa wasiwasi kama makocha wengine, anaenda with confidence, kwa sababu mnajua uwezo wake alipowafikisha. Lakini pia advantage ambayo Yanga atakuwa nayo, atakuwa na uwezo wa kumdai Nabi sio kwa kumpa muda, anajua uwezo wako wewe, ulitufikisha fainali, so sisi tuna expect sasa hivi tuende tukachukua ubingwa. mm -hmm. Kwao akisema, mnataka ubingwa, Nabi atawapa, mkitaka ubingwa nahitaji moja, mbili, tatu msimu ule uliopita, wakati naondoka tuliishia finali na tukashindwa kuchukua ubingwa kwa sababu tulikuwa hatuna wachezaji wa kariba hii. Nahitaji wachezaji wawili wa, wa kariba hii, nahitaji laba kiungo mkabaji ama nahitaji mshambuliaji wa kariba hii, nahitaji tu na timu ya design hii, then nyinyi ndio mmedai kombe la Afrika. Kwa hiyo mwisho wa siku, Nabi akaenda kuzungumza na Yanga, anazungumza na reference ambazo ameziishi na Yanga, wanajua kwao ni ngumu, tofauti na Folz ambazo sasa hivi choshote atakachoitisha watu watamwambia kwa malaba Uh, tunaichoicho peke yake, lakini kuna, kuna moja mbili tatu, hana hiyo confidence kubwa kiasi hicho, kuachana. Okay, kwa, kwa kumwacha mchezaji hariri ya ucho uh, na usajili uliofanyika kunaweza kukapelekea viongozi wakapata lawama. Um, watu wanamlaumu Folz, lakini wanasahau kuulizwa maswali, maswali ya msingi maswali ya msingi ambayo watu wanatakiwa ku, ku, kuuliza ni wako wapi wachezaji mliotuambia ni wachezaji bora duniani? Amini Afrika tumesajili wachezaji wakubwa Afrika tumesajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, kwa la kwanza ambalo mashabiki wa Yanga kabla kumwatak ku uh, waanze kwanza kuangalia tuna wachezaji hao tulioambiwa kwamba ni wakubwa. Jibu likiwa ndio, then tunaanza pale pale kwamba, um, mfumo wake una muhukumu watu wanashindwa kumwelewa, na inawezekana kabisa akaja, uh, Nabi akaichukua hii timu na wachezaji hawa hawa, Balakonte akawa bora. Inawezekana Nabi akaja, Kouma akawa namba nane bora kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania. Inawezekana Nabi akaja, Dumbia akawa ni miongoni mwa namba kumi bora kuliko Aziziki. Inawezekana, inawezekana yeye kuwa akawa ni winga bora kuliko mawinga wote ambao wamesha kupita katika ardhi ya Tanzania inawezekana. Lakini pia inawezekana akaja akawakataa wote, akaona hawafai na akakupa sababu za msingi na akakupa evidence. Lakini hakuna kocha ambaye anaweza kaja kwa mfano kama Folz akasema hayo maneno aliyosema, sio sawa na haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi ninafikiri, ninafikiri kila kitu kinawezekana na kila kitu kina muda, ila kwangu mimi, uh, master Gamond na mimi nani kocha wangu Nasri Nabi ni kocha ambaye anaifaa Yanga na ana uwezo wa kuipeleka Yanga katika nchi ya hadi na Yanga wakapata burudani pamoja na matokeo. Sasa hivi Yanga wanachomlalamikia fans, wanamlalamikia mashabiki, hawapati burudani, ila wana timu inapata matokeo. Kwa hiyo watu wanapambana na timu ipate ushindi mm. alafu wanaokuja kutazama mpira nao pia wapate entertainment. Nabi ndo kocha ya aliyetengeneza Yanga ikawa inapiga pasi mpaka thelathini leo anapata goli bila mpinzani kushika mpira. Kwa hiyo Nabi huyo huyo hata akienda Simba kwa, kwa sababu kuna tetesi kwamba nayo Simba anamuhitaji atafanya vizuri obvious, atafanya vizuri lakini kwa Simba itakuwa changamoto moja, uongozi ndo mfelisha hata for, hata Fadu Davis sio kocha mbaya, uongozi ndo ulimfelisha kwa hiyo kwenye karata zako ukipewa makocha matatu makocha tatu, Romain Folz, uh, Nasredine Nabi na Gamondi, wao wanakwenda na Nasredine Nabi, mimi nitaondoka na Nasredine Nabi kwa sababu wamesha prove vitu vingi na akitoa timu kutoka kwenye scratch. Lakini pia wana usi... wana... kuna kocha wa timu ya ya ya ASEC ya ase... kwamba uh, anapea pea ya hivi, kwa nini wasimchukue yule pia anahusishwa pia kacha yule na Nabi huu. Bado akwenda na, na Nabi, nitakwenda na Nabi kwa sababu yule hajafanya jambo lolote kubwa la kushtua barani Afrika mm. na mpira wa Tanzania haujui pia, na yule ni kocha wa kukuza vipaji kwa Yanga. kaliba hii hii tu ya kina uh, Folz. Kwa hiyo kama Yanga wataka afanikiwe, kama watamfukuza Romain Folz wamchukue kocha huyo, kama Nabi yupo, unaangaika kufanya nini? Labda mshindane kwenye maslahi tu, lakini kama Nabi yupo Una, una, una, unangojea nini, yani kumchukua Nabi. Kwa hiyo kocha ni Nabi tu kwangu mimi, kwa makocha ambao wapo katika tetesi zote ambazo zinasikika, na kwa namna ambavyo nimezungumza na baadhi ya watu na kumwona kocha Nabi akiwa na baadhi ya makomandoe wa Yanga, kwangu mimi imenipa ime picha ya kuamini kile ambacho nimeambiwa na mdau mmoja akiniambia kwamba ukimwona tu Folz ana mabegi airport ujue Nabi aliyekuja na mabegi yale yote hajaja Tanzania kutembea. Nabi amekuja Tanzania kuishi mm -hmm. Na, na, na niamini haya ninayozungumza na wewe leo, Nabi atakwenda kwenye timu moja kubwa katika hizi mbili za Kariakoo mm -hmm. Ukimwona Nabi hayuko Yanga msimu huu basi utamwona Nabi akiwa amevaa nyekundu na nyeupe. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.